Zungumza utatuzi wa hizi faragha za watoto, nazo ni muhimu kwa sababu zinapelekea kuharibika kwa maadili ya watoto wetu, na ni juu ya wazazi, lazima waandae faragha nzuri za watoto ili wasije kuja kupata tabu wao na jamii au na taifa. Kwa hiyo kwa maksudi, mzazi anatakiwa ajue mtoto wake anacheza nini, ana faragha ipi, anatumia nini katika hizi social media. Pia lazima uwe na murakaba, hususan katika zama hizi za leo ambazo ni za utandawazi. Kuna faragha nyingi ambazo mtoto anapata, wewe baba hujui, hususan anapokuwa na hivi vyetu vitu vya maendeleo hivi, kama simu na dada zake simu. Unaweza ukaona mtoto amefunga mlango, amelala. Asubuhi unamuona ameamka, anaendelea na shughuli zake. Kumbe halali kabisa, anakesha. Na anakesha katika jambo gani? Yapo mengi ya kumfanya mtu akakesha. Ni vizuri wazee wakawa wanayajua haya, kwa sababu hapo katika mitandao, wengi pia huwa wanapotoka, hususan watoto. Kwa sababu watoto ndio watoto, vijana bado hawajakomaa kiakili, wanaona mambo ambayo si saizi yao kuyaona, wanavurugwa akili, inachanganywa na vitu vingi ambavyo watu wanaviona kwenye mitandao, hususan watoto huwa wanapenda kufanya majaribio. Ameona mtu anavuta shisha, akipata wenzake wanajua shisha naambia na, na mimi nijaribu kidogo. Akiona vitu aina fulani fulani ambavyo yeye hajawahi kuviona, vina muathiri na binadamu wanakuwa na ghariza matamanio. Kwa hiyo anatokea mambo mengi ambayo mtu anajifunza kupitia katika mitandao hii. Mitandao ni kisu chenye makali mawili, kinapata huku na kinapata huku.